na mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Tanzania bara Steve Mguto kuhusiana na mchezo wa klabu ya soka Yasimba, ya Simba dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Yanga uliopangwa kucheza wa tarehe nane mwezi Machi elfu mbili na ishirini na tano kuweza kusogezwa mbele, kwa sababu klabu ya soka ya Simba kwa upande mwingine haakuweza kuruhusiwa kufanya mazoezi siku moja kabla katika uwanja wa Benjamin Mkapa dhidi ya kikosi cha timu ya soka Yanga. Kwa hiyo tunaona Steven Mguto ambaye ni mwenyekiti wa bodi ameweza kutoka hadharani na kufunguka kile ambacho kinaendelea, kwa sababu taarifa zilizopo ni kwamba klabu ya soka Yanga Club tayari wamesha kwenda katika mahakama ya usuluhishi ya kimichezo ya CAS kuweza kwenda kudai haki ya yao ya alama tatu sambamba na Simba kupokonywa alama kumi na tano huku wao wakishinikizwa wapime magoli, kwa sababu ukiangalia kwa upande mwingine, wao waliweza kufuata taratibu zote za kimchezo. Sasa tunashuhudia bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuahirisha mchezo huo kutokana na kwamba kwamba Simba hawakuruhusiwa kufanya mazoezi na waliweza kuzuiliwa na watu ambao wajiita ni makomando wa klabu ya soka Yanga Sports Club. Sasa kwa upande mwingine kuna barua ambayo klabu ya soka Yanga Sports Club imeweza kuwajibu klabu ya soka Yanga, ambapo barua hii ni namba TPLB 2024 ishi a4 shia ya Machi a imewambia Yanga hawezi kupewa alama tatu kutokana na kuwa hakuna kanuni ya ligi kuu inayoamuru jambo hilo, ambapo TPLB imewapa sababu, eh, sababu ambazo zimeweza kuwafanya alama tatu. Sababu ya kwanza, mchezo uliahirishwa na bodi majira saa nane mchana ambapo baada ya bodi hapakuwa na afisa yoyote wa mchezo zaidi ya watu wa usalama. Hakuna taratibu zozote za mchezo zilizofanyika uwanjani kwa mujibu wa kanuni ya kumi na saba ikiwemo timu kukaguliwa, na ili ipewe alama tatu na mabao matatu ilipaswa ukaguzi kufanyika na maafisa wa mchezo. Bodi ilishindwa kuruhusu mchezo uchezwe, sio kwa sababu Simba aligomea mechi, bali kupitia kamati ya saa sabini na mbili ikaamuru kupitia sababu mbalimbali mbali za kanuni kuahirisha mchezo huo baada ya kupokea pia ripoti mbalimbali kutoka kwa maafisa wa mchezo huo. Yanga wameambiwa kwamba hakuna kanuni inasema klabu mgeni anapaswa kuwataarifu wao kwamba wanakuja kufanya mazoezi, hivyo suala la mawasiliano ni mwongozo tu wa bodi. Hivyo Simba haikuvunja kanuni kuto kuwasili bali ilivunja eh, miongozo. Yanga wamejibiwa kuwa haitopata alama tatu kwa kuwa sababu za kuahirisha mchezo zilikuwa ni za kiusalama, ambapo kulikuwa na tuhuma za rushwa, vitisho na kasoro za kiusalama. Hivyo ingekuwa ngumu kuruhusu mchezo uendelee, ambapo ungeleta kasoro kabla, wakati na baada ya mchezo. Kingine, Yanga wanalaumiwa na bodi, kitendo cha kupeleka timu uwanjani wakati mechi imeghairishwa ni kinyume cha kanuni ya 47 kifungu cha 18, na imeonyesha kupingana na mamlaka kuhusu gharama za mchezo ambazo Yanga wamezingia, bodi inasema itazishughulikia kikanuni. Bodi imewatakia Yanga maandalizi mema ya mchezo ujao wa debi, ambapo watapangia tarehe rasmi. Kwa hiyo tunaona hiyo ni barua ambayo bodi ya ligi kuu Tanzania bara waliweza kuwajibu Young Africans mara baada ya wao kuandika barua kuomba wapewe alama tatu katika mchezo ambao hakuucheza dhidi ya Simba Sports Club. Lakini kupitia eh, Steven Mguto ameweza kufunguka mambo mengi mengi eh, kuhusiana na mchezo huu wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club kuahirishwa, na mara baada ya Yanga Sports Club kwenda kati, ambapo kama eh, tunanukuu maneno ya Mguto: kama Yanga wameenda kasi mahakama kimataifa usuluhishi ya michezo sasa hivi, ambapo hatujasema hili limeamuliwa vipi, itakuwa ni kichekesho. Sitaki kuamini Yanga wamehangaika hivyo kwa kitu ambacho kinaweza kumalizwa hapa hapa, ili jambo linaweza kumalizwa hapa, labda mmoja awe kichwa ngumu. Huyo ni Steven Mgutu akifunguka maneno, lakini ameweza kwenda mbali zaidi na kusema kwamba "tutakapotoa" maamuzi kwamba huu ndio msimamo wa bodi, tutawakaribisha wananchi waongee wanavyoweza, lakini sisi tunatoa misimamo wetu maamuzi yetu na sababu kabisa kwa nini tumefanya hivyo. Sisi ndio waendesha mpira, itakuwa kichekesho kwamba mimi ndio mwendeshaji wa mpira alafu mimi nisiwe na uwezo wa kuahirisha mechi kwa sababu ninazoziona kabisa hizi na stahili kusimamisha hii mechi. Huyu ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kuu Steven Mguto, na kuweza kwenda mbali zaidi na kusema kwamba jambo eh, alisema kusema kwamba hili likitushinda kabisa, lazima tuihusishe serikali iweze kusaidia, kwa sababu kuhakikisha amani inakuwepo sio suala letu sisi peke yetu. Kila mtu anatakiwa kuhakikisha kuna kuwa na amani na kuweza kumalizia zaidi na kusema kwamba kesi iliyowahi kutusumbua kuifanyia maamuzi ni ile Yanga mwaka elfu mbili na ishirini na moja, Yanga walipogoma kucheza baada ya muda kusogezwa mbele. Ile kesi ilitu, ilitusumbua afadhali ya hii, maana ilikuwa karibu eh, kupeleka mtu kukatwa alama tatu anapogomea mtu eh, na ni muda wa mechi na marefa waka, waka, wakafanya taratibu zote za, za kimechi na wakamaliza michezo hiyo. Unakuwa huna jinsi, sheria inapaswa kuchukua mkondo wake. Lakini bahati nzuri tulikuwa eh, tuliamua kuahirisha mchezo kwa kusogeza mbele ili hatua zingine zifi, zifi, zifikiriwe, maana lazima mtu angeshuka daraja, yangekuwa ya, ya maamuzi magumu ambayo Yanga yetuumiza. Kwa hiyo tunaona hapa Stephen Mgutu ameweza kwenda mbali zaidi na kusema kwamba kesi ambayo ilikuwa ngumu ni ile ya mwaka 2021 ambayo Young Africans walipeleka timu uwanjani mara baada ya mechi kusogezwa mbele. Kwa hiyo kuna uwezekano kama wangefuata sheria basi Young Africans wangeweza kushuka daraja kwa sababu Simba wao walikwenda saa moja na taratibu zote zikafuatwa kwa sababu walikuwa e, wameambiwa na bodi mchezo umesogezwa mbele basi moja kwa moja Simba walifuata taratibu zote. Kwa hiyo kama wangefata taratibu basi huenda wangeshuka 2021 lakini kwa wanaona kabisa kuna kanuni na taratibu ambazo wao wameweza kwa. Ni maneno ya mwenyekiti wa si Mguto ambaye ndiye pia anasimamia bodi ya ligi Tanzania Bara. Mambo ni mengi muda ni mchache, ambapo kwa sasa kinachosubiriwa ni tarehe rasmi ya kupangwa katika mchezo huu wa dabi kati ya Simba dhidi, lakini msimamo wa viongozi wa klabu ni kwamba wao hawapo tayari kucheza mchezo huu tena kwa sababu wanaamini walikuwa wapo sahihi kitendo cha kupeleka timu dhidi eh, ya kosi ya timu ya soka ya Simba Sports Club. Nini maoni ni mtazamo kwa hiki ambacho tumeweza kujiri? Pia kama mdau wetu wa nguvu unao nafasi ya kushare maoni yako katika comment hapo. Asante kwa kuwa nasi bye bye.